Ndugu washiriki wa mafunzo. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa makarani waongozaji wapiga kura wa vituo, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Kila mmoja atakuwa na kituo chake ambacho atasimamia. Kwa hiyo itakupasa kusimamia majukumu yako na kuyatekeleza wa kufata taratibu kanuni na sheria. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wapiga kura wa vituo 564 ingawa hapa sio wote, wamegawanyika katika maeneo mbalimbali. Hivi vituo 564 ni vituo vyote vilivyoko katika jimbo la Ngara. Kwa hiyo ha tuna maeneo matatu ya mafunzo. Tuna hapa ambapo imeunganisha ime tarafa ya Nyamiaga na Kanazi, lakini tuna tarafa ya Rulenge wanafanyia mafunzo Rulenge, na tuna tarafa ya Murusagamba wanafanyia mafunzo Murusagamba. Kwa hiyo jumla ya vituo vyetu ni 564. Wote tutafanya shughuli za uchaguzi katika vituo hivyo 564 vilivyopo katika kata 22 na mada mbili zitawasilishwa ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Baada ya kupata mada zetu za mafunzo, kama kutakuwa na changamoto yoyote, kama kutakuwa na swali, kama kuna kitu tutataka kushirikisha wenzeo ili tupate uelewa wa pamoja Tunaomba usisite uulize, wawezeshaji wapo kwa ajili yetu. Na dukuduku duku na wasiwasi, hujaelewa ukakaa kimya ukaogopa kuuliza, uwe huru kuuliza ili kazi yako iende kama inavyotakiwa. Ni kazi maalumu ambayo tunatakiwa tuifanye kwa weledi wa hali ya juu, kusiwepo na makosa yoyote yatakayo kuzingatia. Ndugu washiriki Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali mbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia hatua na taratibu hizo. Ndizo, ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi.